Sisi hatuna wasiwasi. Baada ya makundi ya michuano ya CAF Champions League kukamilika, haya hapa ndi makundi yote katika michuano ya CAF Champions League. Kundi A inakutanisha Diamonds padmlia United Pyramids na RS Berkane, kama unavyoweza kuona hapo. Huku kundi B inakutanisha JS yes, Kabylie Esi, Parabati, Young African Sports Club na Al Ahly. Je, unaonaje hili kundi? Kama unavyoweza kuliona hapa kundi B. Huku kundi C linakutanisha FC Lupopo, MC Alger, Al Ahly na Mamelodi Sundowns kama unaweza kuona hapa. Huku kundi D linakutanisha Simba SC, Stade Malien, Petro di Rwanda, Simba Club na Esperance de Tunis kama unaweza kuona hapo. Haya makundi yote ulivyokisha kuona kama hili kundi A, B na C, huku klabu ya Yanga ikidondokea kundi, kundi B na klabu ya Simba ikidondokea kundi D. Je, katika kundi B unaona Yanga ataweza kupenyeza katika wapinzani hawa i? Tuandikie maoni yako huku Simba nao wakiwa katika kundi D, nao wapinzani unaona ataweza kutoboa katika hili kundi? Tuandikie maoni yako kwenye comment section kulingana na mtazamo unaoona kulingana na hili kundi. Basi haya ndio makundi kamili baada ya tu iliyofanyika ya Novemba 3, 2025 kukamilika. Tuandikie maoni yako unaonaje katika michuano ya CAF Champions League vilabu ya Tanzania ilivyo kundi B na D vitaweza kuweza ku, kutinga katika hatua ya robo fainali? Andikie kwenye comment section. Usisahau kusupport na kusubscribe kwenye YouTube channel yetu kwa habari za habari na uchambuzi wa michezo mbalimbali mbali za Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Karibu tena subscribe YouTube channel yetu kwa habari za michezo na burudani. Ninawakumbusha again, again and again. This is Simba. Hii ni Simba, mabibi na mabwana.